Ameenda Marekani na kontena lake na binyago. Kwenda nauli ya kwenda Marekani akawa kawa hana, akaja akaombewa na nabii hapo, alipoombewa akapata kapata Siku hiyo huyo mwale umbewa tu akapata pesa kwa ajili ya kwenda Marekani. Amefika kweleka Marekani, anaenda kwa ajili ya kutoa kontena lake bandarini. Nabii, nikaja hapa nikakana Mtumishi rafa, Kwa kama kwenye foleni, nikamwambia mama nabii ya hata kuomba Leo umeshaandaa alipoomba ile kontena lake akaruhusiwa, alitoa bure alafu hela aje alipe baadaye, na ndivyo ilivyokuwa. Alafu juzi siku ya Jumanne, nilikuwa nimetoka safari kwa ajili ya kwenda kununua mzigo, mtumishi Flora akawa ananipigia simu sana mpaka nikawa nimechukia, kwa sababu alikuwa anataka nifike kanisani. Nikabidi kabla sijafika nyumbani kwangu nikafika hapa, nimetoka nimetoka safari, nikafika hapa na binti ananiambia aah, kaka, mbona sijakuona? Nakupigia simu hupatikani nikamwambia ah, niko safari. Sasa akaniambia nakuona umechoka, lakini Mungu wangu kama ishivyo utapata pesa itaondoa uchovu. Nafika nyumbani kwangu jioni, yule mama ambaye yuko Marekani, akawa amenitumia dola milioni moja, sawa sawa na pesa za kitanzania milioni moja laki tano hamsini na tisa, ambazo nilizikua jana na asubuhi nimeletea hapa nabii. Nashukuru sana Mungu ameanza kuniinua. siku kuni nyingi sana nilikuwa naanza kuja hapa kanisani kwa nafanya usafi tuone, nilikuwa natoa fungu shilingi hamsini, na sasa ninainuka, nina pesa karibia zinazofikia milioni tisa sasa hivi. Mungu akubariki sana. Hallelujah.